Jamani, nilikutana na binti wa chuo, nilikutana na binti wa chuo, wa chuo aliyeishiwa hela, yaani bumu ameenda kuunganisha kulipa kwenye mkopo, yaani kwenye ada jamani. Nimemkuta binti amekaa peke yake katikati ya katika vichaka, anatoa machozi, nikamuuliza binti yangu nini tena? Akasema baba, stresi ye naishi maisha ya chuo, sina chakula, sina pakulala, sielewi cha kufanya na kusoma na tamani baba yangu. Nikawambia, nini binti yangu? Akasema baba, sasa ndo nimeona. Unaona pale mafiati pale mabinti wanajiuza eh, ni kwa ajili ya shida baba mabinti wanajiuza kwa ajili ya shida, wanafanya umalaya kwa ajili ya shida baba. Chuoni ni kugumu jamani, naomba serikali mwatazame mabinti wa chuo, mwatazame mabinti wa chuo. Yaani sisi wazazi maskini tunawapeleka watoto chuoni, na sisi walau wapate tuvyeti, siku moja waje waajiriwa watusaidie wazazi jamani. Watoto wanapata shida jamani. Yaani kweli tunawapeleka watoto ili wawe machangudoa? Ah, nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka mimi ah. Jamani, nilikutana na binti, nilikutana binti wa chuo, wa chuo nilikutana na binti wa chuo aliyeishiwa hela, yaani bumu ameenda kuunganisha kulipa kwenye mkopo, yaani kwenye ada jamani nimemkuta binti amekaa peke yake katikati ya vichaka anatoa machozi, nikamuuliza binti yangu, nini tena? Akasema, baba, stresi, ye naishi maisha ya chuo, sina chakula, sina pa kulala, sielewi cha kufanya na kusoma na tamani, baba angu. Nikawambia, nini binti yangu? Akasema, baba, sasa ndo nimeona Unaona pale mafiati pale mabinti wanajiuza, eh, hey, ni kwa ajili ya shida baba. Mabinti wanajiuza kwa ajili ya shida, wanafanya umalaya kwa ajili ya shida baba. Chuoni ni kugumu jamani, naomba serikali mwatazame, na mabinti wa chuo muwatazama mabinti wa chuo, yani sisi wazazi maskini tunawapeleka watoto chuoni na sisi walau wapate TVET siku moja waje waajiriwa watusaidie wazazi jamani, watoto wanapata shida jamani. Yaani kweli tunawapeleka watoto ili wawe machangu doa? Ah, nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka mimi ah, jamani, nilikutana na binti, nilikutana binti wa chuo, wa chuo, nilikutana na binti wa chuo aliyeishiwa hela Yani bumu ameenda kuunganisha kulipa kwenye mkopo, yani kwenye ada jamani, nimemkuta binti amekaa peke yake katikati ya vichaka, anatoa machozi. Nikamuuliza, binti yangu nini tena? Akasema, baba, stresi ye, naishi maisha ya chuo, sina chakula, sina pa kulala sielewi cha kufanya, na kusoma na tamani baba yangu. Nikawambia nini binti yangu, akasa baba, sasa ndo nimeona. Unaona pale mafiati pale mabinti wanajiuza? Hey, ni kwa ajili ya shida baba, mabinti wanajiuza kwa ajili ya shida, wanafanya umalaya kwa ajili ya shida baba. Chuoni ni kugumu jamani, naomba serikali mwatazame na mabinti wa chuo Muwatazae mabinti wa chuo. Yani sisi wazazi maskini tunawapeleka watoto chuoni, na sisi walau wapate tuvieti, siku moja waje waajiriwa watusaidie wazazi jamani. Watoto wanapata shida jamani, yani kweli tunawapeleka watoto ili wawe machangu doa? Ah. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka mimi ah.